Mtu hakutoa zaka za fitri mwaka jana, lakini mimi sikutoa nilikuwa huni, au sio? Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu ameniongoza. Sasa nimekuwa naf, tafuta kufanya yale mambo ambayo kwamba nilikuwa sikuyafanya. Je, toa sasa? Hakuna tatizo, toa sasa ka sababu ni dhima ile. Kama ulikuwa huna haiku lazimu tena baadaye, lakini nilikuwa nayo sikutoa tu, bado ni vima, iko kwenye nini Shingo yako. Kwani kama ulikuwa mdai mtu akulipa mwaka jana, hakukulipa sasa, ya kambia bwana, nilikuwa mwaka jana nikulipe, lakini ajua tena, siku zile siku za bange bange, sijali vipi. ile deni yako utamwambia, ah basi, nimekusamea je? Kwaheri. haki ya Mungu basi ni haki ya uitekeleze. Tupo. Kwa hiyo wewe hukutekeleza mwaka jana, toa mwaka huno, kuna tatizo? Naam.